Nchini Uganda, serikali imewasilisha mswada tata bungeni, ili kuruhusu kesi za kiraia kupelekwa kwenye mahakama ya kijeshi. Hatua hii inakuja baada ya mwezi Januari, Mahakama ya Juu kupinga raia wa kawaida kushtakiwa kwenye mahakama za kijeshi. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Lukwago, ametutumia ripoti ifuatayo. Mswada huo unasema kwamba mtu mbali na mwanajeshi atakuwa chini ya sheria ya kijeshi ikiwa ataandamana na kitengo chochote au vipengele vingine vya majeshi ambayo yanahudumu katika sehemu yoyote au wakati akitumika na vikosi vya ulinzi. Mswada huu unaashiria kwamba mutu atastakiwa katika mahakama ya kijeshi akipatikana na silaha risasi, au vifaa vya kijeshi kinyume cha sheria, au akimsaidia mtu aliye chini ya sheria ya kijeshi katika kutekeleza njama mauaji wa kikatili utekaji nyara, kosa la uhaini au wizi wa ng'ombe, na pale ambapo mtu huyo bila mamlaka anamiliki kuuza au kuvaa sare ya jeshi. Wakili wa Dr. Besigye, Elias Lukwago, anasema kwamba upinzani unapaswa kuungana kupinga mswada huo. Museveni amekashifu upinzani. Tisho tunalokabiliana nalo sasa ni la kweli, kwa hivyo tuungane mkono na wenzetu wengine kwa sababu awamu mpya kupambana na mahakama kuu inaanza lakini, serikali kupitia waziri wa habari Dr. Chris Bariyomosi anasema mswada huo unatimiza tu ushauri uliotolewa na mahakama kuu. Court did not say... mahakama kuu haikusema kwamba mahakama za kijeshi haziwezi kuwahukumu raia, ilisema kwamba wanaweza kuhukumiwa chini ya hali fulani ambayo ni lazima ifafanuliwe katika sheria. Tumefanya hivyo na hata tukasema mwezi Mwenyekiti wa mahakama lazima awe mwanasheria aliyefuzu. Miongoni mwa masharti mengine, katika mswada huo ni haki ya kutafuta rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ya kijeshi katika mahakama ya juu zaidi. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.